Karibu sana katika chaneli ya Mwalimu Roda. Katika chaneli hii ni chaneli bora kwa wazazi pamoja na walimu wanaofundisha elimu ya, ya awali kwa ajili ya kujifunza njia mbalimbali mbali, ambazo zitawasaidia kuweza kuwafundisha watoto kwa ufanisi zaidi. Katika kipindi cha leo tutaenda kujifunza mbinu rahisi na bora za kuwafundisha watoto wa elimu ya awali leo tutazungumza kuhusu namna rahisi ya kufundisha mtoto kuandika herufi. So kama wewe unataka kuwa mwanafamilia wa mwalimu Roda, ni vyema ukabonyeza alama ya kengele iliyoandikwa subscribe, ili kila nitakapokuwa nikiupload video zangu, utakuwa wa kwanza kuzitazama na kuweza kujifunza. Njia ya kwanza ambayo ni rahisi katika kumfundisha mtoto ili aweze kujua namna gani ya kuandika herufi, kwa mzazi au mlezi, cha kwanza kabisa inabidi uanze kumwelezea au kuonyesha uelewa kwa mtoto kuhusiana na herufi. Mtoto anapoanza kujifunza kuandika, anakuwa bado hajajua herufi. Cha kwanza inabidi uwanze kumjengea ndani ya kichwa chake kuweza kutambua herufi kabla hajaanza kuandika. Utamjengea vipi mtoto kuweza kutambua herufi kabla hajaanza kuandika? Cha kwanza unaweza ukatumia kadi zenye rangi, unaweza ukatumia picha na sauti, mchanganyiko wa picha au na sauti. Unaweza ukachukua kadi ambayo imeandikwa herufi a hey, ukamwonyesha mtoto herufi a hey, ambayo inakuwa na rangi kiasi kwamba mtoto anaweza akaitazama na kuigundua kiurahisi. Hiyo e, inakuwa imeandikwa kwa herufi kubwa, mtoto atakapoiona, na unaweza ukamwambia kwamba A kwa apple, unaweza ukamwonyesha B kwa baba. Kwa hiyo ile inamjengea mtoto uelewa zaidi wa kuweza kutambua herufi, kumbe ile ndo A, ile ndo B. Kwa hiyo anaanza kwanza kujijengea kichwani kwake kuielewa kabla ya Ajayandika. Lakini njia ya pili inabidi kutumia herufi kubwa kwanza. Ni rahisi sana kwa mtoto kuweza kujifunza kuelewa herufi kubwa kuliko ndogo, hivyo ni vyema ukianza kumfundisha mtoto kuandika herufi ukaanza na capital letter ambazo ni herufi kubwa, afu baadaye ndio utakuja kutumia small letter, kwa sababu ukiachana tu na kuitambua mtoto, lakini pia mtoto anakuwa na vidole vilaini, kwa hiyo ni rahisi zaidi kuandika herufi kubwa kuliko kuandika herufi ndogo. Kwa hiyo tambua kwamba unapoanza kumfundisha mtoto, ni vema ukatumia kwanza herufi kubwa, ili mtoto kumjengea uelewa wa kuitambua na kuandika kiurahisi kulingana na vidole vyao, lakini pia itakuwa ni rahisi sana kwa yeye kuiandika.